Uchaguzi wa Papa mpya ni mchakato wa kipekee unaofanywa na Baraza la Makardinali ndani ya Vatican. Katika uchaguzi wa mwaka 2025, baadhi ya makardinali wanatajwa kuwa na nafasi kubwa ya kuchaguliwa kutokana na uzoefu wao, ushawishi ndani ya Kanisa Katoliki na mtazamo wao kuhusu masuala ya kidini na kijamii. Namba moja ni Pietro Palorini kutoka Italia. Kardinari Palorini ni katibu wa jimbo la Vatican, nafasi inayomfanya kuwa mshauri mkuu wa Papa. Ana uzoefu mkubwa katika diplomasia ya Vatican na usimamizi wa kurya ya Roma. Ingawa ana nafasi kubwa, historia inaonyesha kuwa mara nyingi mgombea anayeonekana kuwa na nafasi kubwa huenda asichaguliwe. Namba 2 ni Luis Antonio Gokim Tago kutoka Cardinal Tago. Ni mmoja wa viongozi wa kanisa Katoliki kutoka Asia mwenye ushawishi mkubwa. Akiwa na umri wa miaka sitini na saba, ana uzoefu wa kiutume na amekuwa mstari wa mbele katika masuala ya kijamii na kiimani. Uwepo wake katika uchaguzi huu unaongeza uwezekano wa Asia kutoa papa mpya. Namba tatu ni Fedroni Ambogo Basungu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kardinali Ambongo ni askofu wa Kinshasa na mmoja wa viongozi wa kanisa Katoliki barani Afrika. Ana msimamo thabiti kuhusu haki za kijamii na usawa, jambo linalomfanya kuwa mgombea anayezingatiwa katika uchaguzi huu. Namba nne ni Peter Kodo Apia Taxon kutoka Ghana. Kardinali Taxon ni wa mmoja viongozi wa kanisa kutoka Afrika mwenye uzoefu mkubwa katika masuala ya kijamii na kiuchumi. Amewahi kushika nafasi muhimu ndani ya Vatican na ana mtazamo wa kimataifa kuhusu maendeleo ya kanisa. Namba tano, Robert Sala kutoka Gini. Kardinali Sala ni mmoja wa makardinali wa Afrika waliowahi kushika nyadhifa za juu ndani ya Vatican. Ana mtazamo wa kiafidhina kuhusu masuala ya kidini, jambo linalomfanya kuwa mgombea anayepigiwa upato na makardinali wa mlengo wa kiafidhina. Je, kuna uwezekano wa kupatikana papa kutoka Afrika? Uwezekano wa kuchaguliwa kwa papa kutoka Afrika ni suala linalozungumzwa sana, hasa katika uchaguzi wa mwaka 2025. Ingawa historia inaonyesha kuwa mapapa wengi wametoka Ulaya, kuna dalili zinazoonyesha kuwa bara la Afrika linaweza kutoa kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani. Hii ni kwa sababu zifuatazo: Sababu ya kwanza ni idadi ya makardinali wa Afrika. Katika uchaguzi huu kuna makardinali 18 kutoka Afrika ambao wanashiriki katika mchakato wa kumchagua papa mpya. Hii ni idadi kubwa inayoweza kuathiri matokeo ya uchaguzi, hasa ikiwa wataungana kumuunga mkono mgombea mmoja kutoka bara lao. Sababu ya pili ni makardinali wanaopewa nafasi kubwa. Baadhi ya makardinali wa Afrika wanatajwa kuwa na nafasi kubwa katika kuchaguliwa, ikiwa ni pamoja na Fridolin Ambogo Basongo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu ana ushawishi mkubwa katika masuala ya kijamii na amani. Peter Turkson kutoka Ghana. Huyu amewahi kushika nyadhifa nyingi muhimu ndani ya Vatikani na ana mtazamo wa kimataifa kuhusu maendeleo ya kanisa. Robert Sala kutoka Guinea. Huyu ana mtazamo wa kiafidhina kuhusu masuala ya kidini, jambo linalomfanya kuwa mgombea anayepigiwa upatu na makardinali wa mrengo wa kiafidhina. Tatu ni mabadiliko ya uongozi wa kanisa. Papa Francis alifanya mabadiliko makubwa kwa kuwateua makardinali kutoka mataifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na Afrika. Hii imeongeza uwezekano wa kuchaguliwa kwa papa kutoka nje ya Ulaya, hasa Afrika na Asia. Nne ni changamoto zinazoweza kuathiri uchaguzi. Licha ya uwezekano wa Afrika kutoa papa mpya, kuna changamoto kadhaa zinazoweza kuathiri mchakato huu. Moja ni ushawishi wa makardinali wa Ulaya. Historia inaonyesha kuwa mapapa wengi wametoka Ulaya na bado kuna makardinali wengi kutoka bara hilo. Mbili ni mwelekeo wa kanisa, ikiwa kanisa itapendelea kuendelea na sera za kiafidhina au kufungua milango ya mabadiliko makubwa inaweza kuathiri uchaguzi wa papa kutoka Afrika. Uchaguzi wa papa mpya ni mchakato wa kipekee na wasiri, ambapo makardinali hupiga kura hadi mgombea mmoja apate theluthi mbili ya kura zote. Ingawa majina haya yanatajwa kuwa na nafasi kubwa, mchakato huu mara nyingi huwa na matokeo yasiyotabirika. Ingawa hakuna uhakika wa kuchaguliwa kwa papa kutoka Afrika, dalili zinaonyesha kuwa bara hili lina nafasi kubwa kuliko ilivyokuwa hapo awali. Ikiwa makardinali wa Afrika wataungana na kupata uungwaji mkono kutoka kwa wenzao wa mabara mengine, kuna uwezekano wa kuona historia mpya ikiandikwa.